Nitaoa mwanadamu. Huwezi. Katika kisiwa kimoja cha mbali kilichozungukwa na bahari yenye sauti ya upepo na mawimbi makali, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Samsoni. Alikuwa ni kijana maskini, mvuvi, mpweke na mwenye huzuni isiyoisha. Hakuna aliyemzoea. Hakupenda kupiga zoga na mtu yeyote wala kucheka wala kutaniana. Alikuwa akizungumza na bahari tu, rafiki yake wa pekee. Samsoni alizaliwa katika familia ya wavuvi mashuhuri waliotambulika kote kisiwani na hata visiwa vya jirani. Tangu utotoni hakujua kazi nyingine zaidi ya uvuvi, kazi aliyofundishwa na baba yake tangu akiwa na umri wa miaka kumi. Alikuwa mtoto mwenye furaha nyingi hadi siku moja, siku ambayo kila kitu kilibadilika. Siku ya kuzaliwa kwake ya kumi, Samsoni alipoteza familia yake yote. Wakati walipokuwa wakisherehekea ufukweni, kiumbe cha ajabu kilitoka baharini na kushambulia. Baba na mama yake walijaribu kumlinda, lakini kwa bahati mbaya wote waliuawa. Kiumbe kile kilikuwa kimetumwa kumuua Samsoni. Lakini hakikufanikiwa na hapo, maisha yake yakawa kivuli cha huzuni. Lakini siri kubwa ilifichwa nyuma ya tukio hilo, siri ambayo ilianza kabla Samsoni hajazaliwa. Je, umefikiria ni nini kilitokea hapo mwanzo? Kuwa nami nikujuze ni kipi kilijiri. Lakini ukivutiwa na simulizi yetu, subscribe, like na utuambie unaangalia kutoka wapi. Sasa chukua kinywaji chako au kitafunwa, kuwa nami mpaka mwisho, kwani simulizi hii itabadili mtazamo wako katika mambo mengi. Tuendelee na simulizi yetu. Miaka mingi kabla ya hapo, baba yake Samsoni alikuwa baharini kwa shughuli za uvuvi. Hapo Samsoni hakuwa amezaliwa. Siku hiyo hakupata samaki hata mmoja, lakini hakukata tamaa, akaendelea kusonga mbele ndani zaidi ya bahari mpaka usiku ulipozidi kuwa mzito. Hapo ndipo alipopata kitu ambacho kingebadilisha hatima na kuleta laana katika familia yake milele. Alimvua nguva, kiumbe wa ajabu wa baharini mwenye mwili wa binadamu na mwika wa samaki. Hakujua kuwa nguva yule aliyekuwa mwana wa mfalme wa bahari. Kwa furaha na tamaa, alirudi nyumbani na kumwambia mkewe, lakini mke wake alimwonya Usichezee nguvu za bahari, mrudishe yule kiumbe. Lakini mvuvi yule alikuwa mkaidi. Siku iliyofuata aliandaa nyama ya nguva na kuiuza sokoni. Alipata pesa nyingi kuliko alivyowahi kupata. Watu walikula nyama ile bila kujua kwamba ilikuwa nyama ya nguva, mtoto wa kifalme wa baharini. Huko baharini, mfalme wa nguva aligubikwa na majonzi makubwa. Mtoto wake wa kiume Mrithi wa kiti cha ufalme alikuwa ameuawa na binadamu. Bahari likasirika. Viongozi wa kisiwa walijaribu kuomba msamaha, lakini mfalme wa bahari alihitaji muuaji wa mwanaye ndiye aende kukiri na kuomba msamaha, lakini baba yake Samsoni alikataa. Alishawishiwa na viongozi wale na hata mke wake, lakini kwa ukaidi wake alikataa. Kila kiumbe kilihisi uchungu. Ikatolewa laana ya kisasi kati ya bahari na wanadamu: kila mwaka kijana mmoja wa kisiwa kile atamezwa na bahari mpaka pale damu ya kizazi cha yule mvuvi itakapolipwa. Miaka miwili baadaye, mama yake Samsoni alijifungua mtoto Samsoni pekee. Watu wa kisiwa walimchukia mtoto huyo, walimwona kama ishara ya laana, kama kumbukumbu kumbu ya kosa la baba yake. Na kweli kila mwaka bahari ilimeza kijana mmoja, lakini bahari haikusahau lengo lake. Miaka ikasonga, Samsoni akawa kijana mzima mwenye umri wa miaka ishirini. Aliishi peke yake akivua samaki kwa ajili ya chakula chake. Watu hawakununua samaki wake, walisema, atatuletea nyama ya nguva, ana laana huyo. Kwao alikuwa mtu wa laana, lakini ndani ya upweke wake bahari bado ilikuwa inamwangalia. ni ya bahari yenye utulivu na uzuri wa kuvutia, ufalme mkubwa wa bahari uliomilikiwa na nguva uliojaa nuru ya mawe ya thamani, mwanga wa taa za samaki na sauti za viumbe wa ajabu. Ufalme huo ulitawaliwa kiongozi mwenye nguvu na hekima, aliyeheshimiwa na kuogopwa na viumbe wote wa baharini, mfalme baada ya kupoteza mtoto wake wa kiume kwa kuuliwa na mwanadamu, alimpata binti mmoja wa kipekee, Ayra mwenye uzuri ulioweza kuangaza hata katika kina kirefu cha bahari. Alikuwa mpole, mwenye moyo mwe wa upendo na udadisi usio na kifani, na mwenye msimamo na kile alichoamini, tofauti na viumbe wengine wa baharini. Ayra alipenda kuogelea mbali na mji wa kifalme kule karibu na uso wa bahari, alipoweza kuona anga, mawimbi na dunia ya wanadamu. Lakini mfalme alimkataza mara kwa mara akimwonya kwa sauti kali: Ayra, dunia ya wanadamu si ya kwetu. Wamejaa hila na choyo. Usithubutu kupanda juu zaidi, maana utaleta maafa. Lakini moyoni mwa Ayra tamaa ya kujua zaidi iliwaka kama mwali wa moto. Kila usiku alipokaa kwenye mwamba mkubwa uliopambwa na matumbawe, aliangalia juu akiwaza, je, wanadamu wanaishi vipi? Wanafikiri nini? Na kwa nini baba anaamini kuwa wote ni wabaya? Hakujua kuhusu kifo cha kaka yake kilisababishwa na mwanadamu. Siku moja, akiwa juu ya bahari, aliona jahazi dogo likipigana na mawimbi. Bahari ilichafuka, upepo ukavuma kwa kasi, na ghafla jahazi likapinduka. Ayra, kwa moyo wake wa huruma, aliogelea haraka kuelekea pale. Ndipo akamwona kijana mmoja akizama, kijana wa kiume, mwili wake ukiwa umedhoofika kwa maji baridi. Bila kufikiri mara mbili, alimtoa maji na kumvuta hadi ufukweni. Alimlaza kwenye mchanga na kumtazama. Alikuwa ni kijana mwenye uso wa upole, nywele ndefu nyeusi. Alionekana mpweke na alama ya huzuni moyoni. Alijikuta akihisi kitu kisichofahamika, huruma, upendo au labda hatima, lakini hakuelewa alimwimbia wimbo wa baharini sauti yake ikichanganyika na kelele za mawimbi. E, upepo wa bahari, tuliza moyo wa mwanadamu huyu, umrudishe uhai kama vile maji yanavyorudisha pumzi kwa samaki. Kijana huyo akakohoa, akafumbua macho polepole pole. Ayra akatabasamu, lakini kabla hajamwambia neno alisikia sauti ya viumbe wa baharini wakimwita kutoka mbali. Ilibidi arudi kwa haraka. Aliingia majini akijificha kabla kijana huyu hajamwona vizuri. Kabla hajaondoka aligeuka tena kumwangalia. Alitamani angekaa naye pale zaidi, lakini hakuweza. Dunia yake haikumruhusu. Kijana yule alikuwa Samsoni, kijana wa kisiwa cha bahari kuu, yule alionwa kwamba na mwenye laana. Kwa sababu hiyo, Samsoni aliishi peke yake, akitumia muda wake kuvua samaki na kuzungumza na upepo. Lakini baada ya siku hiyo, maisha yake hayakubaki vile vile. Kila alipokuwa baharini, alihisi kama kuna macho yakimtazama, sauti ya mwanamke ikiimba mbali lakini hakumwona. Hakujua kwamba hiyo ilikuwa ni Ayra akimwangalia kwa siri kila siku, akimsaidia kupata samaki kwa siri ya nguvu za bahari. Alistaajabu kuwa masiku yale alipata samaki wengi na kwa haraka. Alidhani tu akiwa mwenye bahati, lakini bado akiwa na hamu ya kujua ni nani aliyemwokoa siku ile mtumbuka wake ulipozama. Siku moja, Ayra akiwa natoroka chini ya bahari kuelekea ufukweni kama kawaida, rafiki yake wa karibu Amanda ambaye pia alikuwa nguva alimfuata kimya kimya. Alitaka kujua ni nini kilimvutia Ayra uso wa bahari kiasi hicho. Ayra alipofika ufukweni, alimkuta Samsoni akiwa anarekebisha mtumbuka wake kwa ajili ya kuingia baharini. Aliogelea polepole pole, akaibuka karibu naye na kumsemesha kwa sauti nyororo, habari Samsoni. Alishtuka akageuka haraka na kwa tahadhari akachukua kamba aliyokuwa ameandaa kwa ajili ya kumkamata nguva aliyosemekana kuwadhuru wavuvi, lakini kabla achukua hatua zaidi, Ayra alimwambia kwa sauti ya upole, Usiniudhi, mimi si adui yako, sijaja kukudhuru Samsoni. Akashusha kamba ile na taratibu, walianza kuongea, waliulizana majina, wakaongea kuhusu mambo mengi sana, na ilikuwa ni siku ya kwanza Samsoni alitabasamu na kuwa na maongezi mazuri kwa muda mrefu. Samsoni alitazama macho yake, kulikuwa na kitu ndani yake, uzuri wa ajabu na uaminifu usioelezeka. Kama si adui basi ni nani wewe? aliuliza. Mimi ni Aira, nilikusaidia siku ile baharini, na ndio ndio ninayekusaidia kupata samaki wengi kila siku. Samsoni alishangazwa. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini unisaidie mimi? Aira akatabasamu macho yake yakimwanga kama nyota za bahari. Jui labda napenda kukaa karibu na binadamu. Samsoni alitulia, kwa mara ya kwanza tangu alipokosa familia alitabasamu. Walikaa pamoja wakizungumza, wakicheka, bahari ikishuhudia urafiki wa nadra kati ya nguva na mwanadamu. Wakati huo huo, Amanda alikuwa amejificha akiangalia kwa wivu. Aliona jinsi Samsoni na Aira walivyoongea na kucheka. Wivu ukamjaa moyoni, moyo ukachomwa moto wa siri. Kwa nini yeye? Kwa nini Aira apate furaha hii? aliuliza kwa sauti ya huzuni. Alirudi chini ya bahari kwa hasira na wivu, akamweleza mfalme yote aliyoyaona. Mfalme alikasirika sana. Binti yangu anavunja amri, anacheza na binadamu, ataleta maafa juu yetu. Ayra aliporudi nyumbani alikuta baba yake akiwa ya amejawa na hasira. Ayra alinguruma kwa sauti nzito ya kifalme, umevunja amri, kwa nini unajichanganya na binadamu? Ayra akajibu kwa ujasiri, baba Si wote wabaya, binadamu wana mioyo mizuri pia, wanaongea, wanacheka, wana huruma kama sisi. Lakini mfalme hakusikia. Ayra alilia, akaondoka kwa uchungu, akaelekea tena juu ya bahari. Siku zilizofuata, Ayra na Samsoni waliendelea kukutana kwa siri. Walikaa pamoja wakiongea kuhusu dunia zao mbili. Aira alimfunza Samsoni kuhusu siri za bahari na yeye Samsoni akamfunza Aira kuhusu moto, chakula na maisha ya nchi kavu. Kwa mara ya kwanza, Aira alionja chakula kilichopikwa akasema kwa furaha, "Ni kama joto la moyo wa binadamu." Kadri siku zilivyopita, hamu ya Aira ya kuishi nchi kavu ilizidi. Wakati mwingine ha kurudi nyumbani hata usiku, walizungumza, walicheka, walijifunza kuhusu dunia zao. Mapenzi yakaanza kuchanua kama maua yaliyomwagiliwa na kujaliwa vizuri. Lakini chini ya bahari, Amanda alizidi kumezwa na wivu. Huyu Aira atakuwa malkia? Ana kila kitu, ana sauti nzuri, ni mzuri, ana nywere nzuri anapendwa na kila kiumbe wa bahari, na sasa hata upendo wa mwanadamu. Siku moja akaenda kwa mchawi wa bahari, kiumbe mwenye nguvu za giza, akamwambia kwa sauti ya chuki, nataka na Ayra apoteze kila kitu, urembo wake, heshima yake, kila kitu alichonacho. Mchawi akatabasamu kwa ujanja, si lazima ni mdhuru Mtege kwa tamaa yake, mwambie kuwa anaweza kuwa binadamu. Tamaa yake itakuwa silaha yake. Amanda akakubaliana, akasubiri kwa ujanja siku ambayo Ayra angerudi kule. Hapo ndipo hadithi hii inapoanza kuchukua sura mpya ya majaribu, tamaa na upendo hatarini. Je, Ayra atakubali mtego wa Amanda? na nini kitatokea kati yake na Samson? Usipoteze hata dakika moja. Kuwa makini kusikiza. Bahari ilikuwa kimya siku hiyo. Mawimbi yalicheza taratibu juu ya uso wake kana kwamba yalijua siri nzito iliyokuwa inachemka chini yake. Ayra akiwa na moyo wenye furaha, alitoroka kama kawaida kuelekea ufukoni. Huku Amanda akimsubiri kwa tabasamu lililoficha wivu na hila. Alipomwona Aira, Amanda alijifanya mwenye furaha, akamkumbatia. Rafiki yangu mpendwa Aira, binti mfalme wa bahari, nimekuona una furaha siku hizi. Je, ni huyu binadamu anayeitwa Samsoni? Aira akacheka kwa aibu. Sauti yake ikitoka laini kama upepo wa bahari. Ndiyo, Amanda, nimepata mtu anayenielewa. Moyoni mwangu najisikia amani ninapokuwa naye. Amanda alimtazama kwa macho ya kina, akijifanya mwenye huruma. Ayra, umewahi kuwaza ikiwa ungeweza kuwa kama yeye? Kuishi naye bila kujificha, pamoja? Kutembea kwa miguu juu ya mchanga, kula chakula chake, kushiriki maisha yake? Swali hilo lilimgusa Ayra moja kwa moja moyoni. Alinyamaza akafikiri, kwa muda kisha akasema kwa sauti ya huzuni, ningetamani sana Amanda, lakini hilo haliwezekani. Mimi ni nguva, bahari ndiyo makazi yangu. Amanda akatabasamu taratibu, akimvuta karibu. Labda linawezekana rafiki yangu, najua mtu anayeweza kusaidia, mchawi wa bahari. Ana nguvu za kufanya mtu kuwa binadamu. Ayra alishtuka. Mchawi? Hapana Amanda, baba yangu alinipiga marufuku kumkaribia, nguvu zake ni za giza. Lakini Amanda akamshika mkono kwa upole. Ayra, sikiliza moyo wako, kama unampenda kweli Samsoni basi upendo wako una thamani kuliko hofu yoyote, nitakusaidia. Maneno hayo yalimvuruga Ayra, aliona nuru mpya mbele yake, matumaini ya kuwa karibu na Samsoni bila kujificha tena. Nitafanya chochote Amanda, tafadhali nisaidie. Amanda akatabasamu, tabasamu la kiovu lenye ushindi na siri. Sawa, subiri jioni, nitakupeleka mwenyewe. Jioni ilipofika maji ya bahari yalikuwa ya baridi na anga limejaa mwanga wa mwezi. Amanda alimpeleka mchawi wa bahari, kiumbe mwenye macho mekundu na sauti ya kutisha iliyotikisa kina cha bahari. Hivyo basi, huyu ndiye binti wa kifalme anayetamani kuwa binadamu? Mchawi aliuliza kwa sauti nzito. Ayra alijibu kwa ujasiri, ndiyo, nataka kuishi duniani nataka kuwa naye Samsoni. Mchawi akatabasamu, katabasamu akazunguka polepole huku akitikisa mkia wake mkubwa wa samaki. Kuna gharama kwa kila ndoto, binti wa kifalme. Ukitaka kuwa binadamu, ni lazima utoe kitu cha thamani kubwa zaidi kuliko moyo wako. Ayra alinyamaza. ni kitu gani hicho? Taji lako la kifahari, ishara ya ukoo wa kifalme, ukilitoa hautakuwa tena binti wa bahari, utakuwa mgeni mwanadamu. Amanda akamtazama kwa macho ya siri, jua kwamba huo ndio mpango wa kumdhoofisha rafiki yake, lakini Ayra kwa upendo wake usio na mipaka alikubali bila kusita. Akamtoa taji lake akamkabidhi mchawi, akasema kwa sauti ya kujitoa, ikiwa upendo wangu ni wa kweli basi sihitaji chochote kingine. Mchawi akapokea taji lile akatengeneza dawa ya ajabu yenye mwanga wa samawati. Ukifika ufukuni, unywe dawa hii, mwili wako utabadilika, utakuwa binadamu. Lakini kumbuka, ukishindwa kupata upendo wa kweli kutoka kwake kabla ya mwezi mmoja kupita, utapotea daima chini ya mawimbi hadithi yako itasahaulika. Ayra alitikisa kichwa, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Niko tayari. Alipofika ufukuni, alipumzika kwa mara ya mwisho chini ya maji, akanywa dawa ile, na ghafla mwili wake ukaanza kung'aa, mkia yake ikatoweka, miguu miwili ikachukua nafasi yake. Alipiga kelele ya maumivu na mshangao, lakini sekunde chache baadaye akaamka akiwa binadamu kamili, ngozi nyororo, miguu midogo na pumzi ya dunia ya juu. Asubuhi yake, Samsoni alipokuja ufukuni kama kawaida, alimkuta mwanamke mrembo akiwa amelala ni kwenye mchanga. Alimkimbilia haraka, wewe ni nani? umepotea baharini? Ayra akamwangalia kwa macho yaliyojaa mapenzi, ni mimi Samsoni, Ayra. Samsoni alishtuka akatazama kwa mshangao. Haiwezekani! Ayra, umewezaje kuwa binadamu? Upendo wangu umenibadilisha, alijibu kwa tabasamu. Samsoni akakaa kimya kwa muda, kisha akamkumbatia kwa nguvu. Sasa hatutengani tena. Waliondoka pamoja kuelekea kisiwani. Watu walimwona Samsoni akiwa na mwanamke mgeni mrembo, kama ndoto. Kila mtu alishangaa, ni nani huyu? Lakini kwa Samsoni, hakujali maneno ya watu. Kwa mara ya kwanza, moyo wake ulikuwa una amani, alimpata mtu wa kuongea naye na kushiriki naye mawazo. Kila siku walitembea pamoja, wakicheka, wakifurahia maisha mapya. Aira alijifunza kila kitu cha dunia ya juu, jinsi ya kuwasha moto, kupika na kucheza na mchanga. Lakini kulikuwa na danana linalokaribia chini ya bahari, mfalme baba wa aira alipokea taarifa kutoka kwa walinzi wake kwamba binti yake amekuwa binadamu. Hasira ikawaka kama moto chini ya bahari. Ayra ameacha ukoo wa kifalme kwa binadamu, amevunja sheria za bahari. Kwa hasira aliondoka baharini, akaelekea nchi kando kumtafuta binti yake, mwenye kosa kubwa zaidi kuwahi kutokea. Hapo ndipo upepo likaanza kubadilika, bahari ikavuma kwa ukali mawingu yakafunika jua na upepo wa maangamizi ukasogea taratibu. Mapenzi ya Ayra na Samsoni sasa yalikuwa hatarini, mapenzi kati ya bahari na nchi kando yasiyokubalika na ulimwengu wote. Alipofika ufukuni, alimwona binti yake akiwa ya na kijana yule wakicheka, wakifurahia, na mfalme alimwona jinsi binti yake alivyokuwa ya ni mwenye furaha zaidi ya siku zote. Alitulia kwa muda kumwangalia binti yake, kisha akamsemesha kwa sauti kama mungurumo la radi, Ayra! Ayra na Samsoni walishtuka, hata viumbe wa bahari na mitumbu iliyo pembeni ilitikiswa kwa uoga wa sauti ile. Umesaliti ufalme wa bahari na kuwa na binadamu muuaji wa kaka yako! Hapana baba, hakuwa yeye aliyemuua, ni baba yake na yeye ana moyo mzuri sana, msamaha ni kitu kizuri katika maisha, na kuomba umsamehe binadamu huyu kwa kosa lilofanywa na baba yake, aliongea kwa uchungu huku akitoa machozi pia. Samsoni alisogea karibu, alipiga magoti kwa unyenyekevu na kuomba msamaha dhati kwa alichokifanya baba yake. Mfalme mwenye moyo wa kusamehe alimsamehe na kumpa jukumu la kuwa na binti mfalme na kumlinda siku zote kwa upendo bila kumuumiza. Kwa mara ya kwanza bahari ikatulia. Mfalme akamkumbatia binti yake na kumkabidhi kwa Samsoni, akasema, kuanzia leo bahari haitameza tena damu ya binadamu, na akambarikia Samsoni kuwa mfalme wa bahari, mume wa binti yake mpendwa. Harusi ikafanyika ufukweni mwa bahari, umbe wengi wa baharini walikuja kushuhudia: nguva, papa na hata upepo. Amanda, akiwa amejawa na majuto, alisimama mbele ya wote na kusema ukweli. Akaomba msamaha kwa Ayra, Ayra akamsamehe, lakini ili kurejesha taji la kifahari, mchawi akasema fidia ni roho ya yule aliyefanya kosa. Amanda akakubali kutoa maisha yake, akatoweka taratibu, huku bahari iking'aa kwa mwanga wa ajabu, na taji likarudi kwa Aira. Samsoni akavikwa taji la ufalme, akapewa pumzi ya bahari, akabadilika na kuwa nguva, mfalme mpya wa bahari. Na toka siku hiyo bahari haikumeza tena binadamu, Nguva na wanadamu wakawa marafiki, amani ikatawala. Hakuna kijana wala yoyote aliyekufa baharini, na hadithi yao ikawa urithi wa vizazi. Wanadamu na nguva walipendana na kushirikiana katika shughuli mbalimbali na hata kila kwenye sherehe. Kwa hiyo msikilizaji wangu, msamaha ni nguvu kuliko kisasi, upendo unaweza kufuta laana. Na hata rafiki yako anaweza kuwa adui wako kwa wivu. Lakini mwisho wa yote, upendo wa kweli na moyo wa kusamehe ndivyo vinavyoweza kubadilisha dunia nzima.